Okay guys. Leo nataka nielekeze jinsi ya kutengeneza picha ambayo itakuwa ina sura yako, yani ni edit ile inakuwa ina sura yako sawa, ukiachana na zile edit ambazo huwa tunatengenezaga zinakuwa zina sura za watu wengine, unaweka tu jina hii. Unaweza ukaweka jina na ukaweka na sura yako pia. Kwao hatua ni kama ifuatavyo, mojawapo ya, ya picha ni kama hii hapa. Hii ndo picha ambayo tumeenda kutengeneza. Hii ni picha yangu mimi, unaona nimetengeneza kama hizi hapo. Kwa hiyo guys, hatu tu takayofanya sasa Utakuja kwenye chat GPT, tutaifungua chat GPT. Mimi nitakapofungua ita itaonyesha ile sehemu ambayo nilikuwa mimi nishatengeneza picha zangu kwao. Cha msingi utatengeneza text ya kwako ya kutengeneza te, picha mfano kama mimi hapa nilotengeneza, unaweka jinsi sasa ya kutengeneza hiyo picha yako, sawa? Utakuja hapa ask, utaandika meseji yako unavyotaka picha iwe, kisha utaenda kuchukua foto yako useme hii, utabonyeza done. Kisha zingatia ili neno hapa chini mwishoni, please don't change my face, sawa. Kwa hiyo utaenda utatengeneza na picha itakuja ikiwa na sura yako kama nilivyoitengeneza hii ya kwangu hapo. Mtu akiona anaweza akasema, ah, huyu mwamba mwamba kweli, kumbe mimi. Sio kazi zangu hizo sawa. <coughs> Kwa hiyo ni vitu ambavyo simple jamani. Kwa hiyo hatua ni simple sana, kikubwa tu ni kupangilia maneno yako kwa kuyatengeneza kama utatataka picha yako iwe jinsi utakavyopanga maneno yako vizuri ndo picha yako itakavyokuwa nzuri. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment.